Tusalie katika suala hili la mabadiliko ya tabia nchi. Sasa wakati mwingine sio lazima mabilioni ya dola, au nguvu kubwa zitumike katika kutimiza malengo ya kuwa na mazingira bora. Katika eneo la Taita Taveta kusini mwa Kenya, jamii inabadilisha sherehe ya kuzaliwa na kuifanya kuwa mtoto na kufanya kuwa mtoto kuwa chanzo cha hatua ya kubadilisha mazingira. Wakati mtoto anapozaliwa, yeye huletewa zawadi ya miti kumi ambayo anapanda nyumbani na shule iliyo karibu. Mpango huo wa Mti Mtoto unalenga kurejesha mazingira katika hali yake ya zamani na kusaidia Kenya kutimiza lengo lake la kupanda miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2030. Peter Mwangangi alikuwa Taita Taveta na kututumia taarifa hiyo miaka mitano iliyopita. Mkanjumwa Mwandisha alijifungua mtoto wake wa kike kwa jina wa Kesho hapa Wundanyi, kaunti ya Taita Taveta kusini mwa Kenya. Kama zawadi aliletewa miche kumi ambayo alipanda hapa shambani na pia shuleni. Miti hiyo sasa imekuwa na kumzidi urefu wa Kesho. Huu ukiwa mwanzo wa funzo muhimu kwa mtoto huyu kuhusu utunzaji wa mazingira. Wakati alianze, alianza kukua nilimpeleka shambani nikamwonyesha kwamba hizi miti uliletewa zawadi wakati ulizaliwa, ili ujue maana ya miti, upende miti ukiwa mtoto na ikiwezekana, kila wakati unaadhimisha mwaka wako wa kuzaliwa upande miti mingine. Kwa hivyo nikamweleza pia umuhimu wa miti na jinsi ya kukuza, kulimia, kuweka mbolea. Mkanjumwa ni miongoni mwa wanawake wanaohusika katika juhudi za kuimarisha mazingira ya hapa ambayo kwa miaka mingi yalivutia kwa ubora wake, ila sasa yanabadilika, lakini kuna matumaini. Uh, huyu ni mtoto wangu wa kwanza, anaitwa Ines zaidi ya kulima uh, tu shambani chakula ya kutusaidia kwa nyumba. Sijai panda miti. Leo ndio siku ya kwanza niliyopanda miti ambayo nimeletewa, lakini pia mimi nitajitahidi nitafute nyingine niongeze hapa. Wanapanda miti ya kienyeji ya matunda pamoja na miti kutoka sehemu zingine. Baada ya hapo hatua muhimu inafuata, ambapo wanatumia teknolojia inayofahamika kama jiotaging kwa Kiingereza ili kutambua sehemu halisi ambayo miti hiyo inapandwa. Kwa sasa, uh, jumla ya miti katika kaunti ya Taita Taveta iko asilimia 6.8 uh, na lengo letu kama nchi tunataka tuwe na asilimia thelathini. Ikiwa ikifikia upande wa msitu wa kwa sasa kaunti ya Taita Taveta kwa ujumla asilimia tatu nukta nne, na kama inchi tunataka tuwe na asilimia kumi ikifikia mwaka elfu mbili thelathini na mbili. Tuko tunatazamia sana tuwe tumekuza kwa sasa miti elfu mia moja, lakini tunavyoongea leo tuko katika miti elfu thelathini na sita. Malengo yetu makubwa zaidi ni kufikisha miti elfu mia mbili mwaka ujao, mwisho mwaka ujao. Hela imekuwa kidogo, mradi huu nimekuwa nikiufadhili kupitia kwa foundation yangu eh, na imekuwa kwamba ni si rahisi. Mche unakuwa mti, mti unakuwa msitu. Lengo ni kuhakikisha kwamba wanaonufaika sio tu wakazi wa maeneo ya mlima kama hapa, lakini pia wale wanaoishi katika maeneo ya chini ambayo ni kame zaidi, na ambao hutegemea utalii kwa kipato chao mazingira ya hapa ni muhimu kwa maeneo ya karibu ambayo ni pamoja na hifadhi maarufu za kitaifa za wanyamapori za Savo East na Savo West. Ukaribu huu umeleta changamoto za mwingiliano wa wanyama na binadamu, hasa hali inapokuwa ngumu kwa wanyama. Upande wa chini tulipata na hatari mingi kwa sababu kulikuwa kumekuwa dry, yani kulikuwa kumekauka, na wanyama walikufa sana. Wanyama wa porini, wanyama wa kufuga, wote walikuwa wanakufa kwa sababu kulikuwa hakuna chakula ya kutosha. Hizo mbuga zinahitaji maji kwa wingi, zinahitaji chakula cha wanyama, zinahitaji ma mazingira itunzwe, kwa sababu wanapokaa makao mabaya ndio tunaona wanapendezwa na nje. Watafiti pia wanatumai kuwa mpango huu utaimarisha maeneo yanayopendelewa na kutumiwa na spishi tatu za ndege walio hatarini kutoweka ambao wanapatikana katika eneo hili pekee. Ndege hao ni Taita Apalis, Taita Thrush na Taita White Eye. Idadi yake imekuwa ikipungua, kwa sababu mahali makazi yake yameendelea kupung, kupunguzwa kwa mfano kupitia kwa watu kufyeka. Jambo la pili, yeye mwenyewe kwa sababu wamekuwa wachache, sasa wamekuwa wakizaana wenyewe kwa wenyewe, sasa mili yao inakuwa mivi na mapungufu fulani, kwa mfano ya kutozaa mayai kwa wingi. Mazungumzo kuhusu ubadilikaji wa hali ya hewa hufanyika katika ngazi za juu. Wakati hivyo inavyofanyika, mwananchi wa kawaida huwa haelewi, kwa kuwa maneno makubwa yanatumika. Miradi kama hii inasaidia watu kwenye vijiji kuelewa kuwa tukipanda miti tunasaidia jinsi gani kwa maneno ya ubadilikaji wa hali ya hewa. Kwa mtoto wa kesho, kesho yake ni ya matumaini, jamii ikitumai kuwa yeye na wenzake wataendeleza kazi hii na kuipokeza kwa kizazi kijacho. Peter Mwangangi, BBC Wundanyi.